Habibi, unajisikiaje labda kufika hapa e, Hedaru? Bana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumekuja kwenye jambo kubwa hili la kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata neema kubwa hii hmm, na manufaa makubwa yanapatikana katika kufika kwenye mji huu wa Hedaru. Kwanza kuna kupatikana kwa faida kwenye mlango wa ilmu. Naam. kupatikana faida za mtu kuweza kujitambua na kuchukua miongozo ya kwenda kumfaa mtu kwa mwaka mzima. Ilmu zinazotoka ni kubwa, na hizo ilmu zinatoka kwa wanafunzi tu wa Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, kwa sababu bado mashehe wengine wakubwa wakubwa bado hawajafika. Kwa hiyo wale wanafunzi ambao wanasoma kwa Sheikh Yusuf Kidago ndio hao wanaendesha mihadhara mpaka sasa, na elimu zinazotoka ni zenye manufaa sana kwa jamii. Lakini pia vile watu wanapata nafasi ya kupumzika kama hivi ambavyo umetukuta mm. Tunafanya bulghatul majlis, mazungumzo madogo madogo, ambayo pia ndani yake yana ilmu. Kwa hiyo manufaa ni mengi. Mwenyezi Mungu inshallah atunufaishe. Jambo ni la dini hili, kama alivyosema mwenzangu, jambo linakusanya watu wengi na watu wanapata ilmu. Si ilmu tu hapa, tangu watu wameingia, wiki naenda ya pili, ni dua kila wakati, watu wanaombewa dua na wananufaika sana dua zinaenda huko zinawafaa wenye mitihani mikubwa ya kimaisha, wanaondoka wanafanikiwa, wenye maradhi wakaondoka, wengi wakiwa wamepona. Ila ile hasili ni kwamba huku watu wamekuja ku, ni fursa wamepata, ina manufaa makubwa katika dini na dunia yao. Mimi bwana nimetokea Dar es Salaam, alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika hapa mm. salama, lakini faida kubwa niliyopata hapa, nimepata ndugu wa sehemu tano, nimepata ndugu wa Kiislamu kutoka Moshi kawa ndugu yangu kanialika niende kwake. Nimepata ndugu kutoka Lukozi kanialika niende kwake. Nimepata ndugu kutoka Mavumo wamenialika niende kwao. Na wote hawa tunavyoishi wallahi wabilahi, raha, mnakaa mnaongea, mnafurahi, mnabadilisha na mawazo. Nimekuja kugundua kumbe Maulidi na faida kubwa zaidi ya sisi tunavyofikiria tume. Allahumma salli Muhammad, jambo kubwa la kulifanya hizi maulidi zinatakiwa ziwe nyingi, ili tunaweza tukapata umoja mkubwa sana wa Uislamu wenye kuunganika, tukapata na faida juu yake, kwa sababu hapa tayari tushatengeneza mazingira ya kutaka kuendeleza na misikiti na sehemu zingine, na vitu vingine vya kimadrasa na nini. Sasa kwa hiyo maulidi ina faida kubwa sana sisi kwetu mm, Waislamu kwa sababu inatukutanisha watu wa aina mbalimbali, mnaweza mkatengeneza kitu hiki, kimoja, eh, kitu kikaendeleza mm, Uislamu wetu.